Siamon ana mchango mkubwa sana kwa Ruangwa, wazee wetu wa Ruangwa naona mmekaa pale, vijana wote mlioko hapa, wakina mama wote kuanzia garauka na wengine wote, wana Ruangwa, ni muhimu mkamtambua mama Dr. Samia a kitendo chake cha kuamua kumchagua mwanaruangwa mmoja kati ya watu mia saba themanini na tisa kumsaidia kazi yake sio jambo dogo. Ni hekima yenu wazee, ni hekima yenu na msala zenu vijana, ni hekima zenu wakina mama na wanaruangwa kwa ujumla wake. Kama leo Ruangwa tuna, tunakuwa na shida tunasema tunapata huyu aliyetoa unamwachaje? Unamwachaje? Upendo alionao, heshima anayoendelea kutupa ni muhimu sana tukaithamini na sisi. Najua hakuna dosari mpaka sasa, wana Ruangwa bado tunamuunga mkono sana, lakini lazima nirudie na kurudia na kurudia. Mimi nimewaona, nimewasikia, nimewashuhudia. Nimefurahi sana nawashukuru kwa sababu nawaona mnavyomthamini. Hata alipokuja mlikuja kwa wingi, wengine mlitembea kwa miguu kuja kuona kabisa <tipi> kabisa. Nazungumza kutoka moyoni kwa sababu nimeliona na naendelea kuona. Lakini wajibu wangu nirudie na kurudia kuwaambia kwamba thamani aliyotupa rais wetu Dr Samia ni kubwa kuliko ambacho sisi tunampa nataka niwaambie mwaka huu Dr. Samia ana jambo lake. Narudia tena hii kuwaeleza kwamba Dr. Samia ana jambo lake. Yeye ni rais wa chama, rais wa serikali yetu, lakini pia ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na wanachama cha mapinduzi mko hapa, na tayari Chama cha Mapinduzi kimempendekeza yeye kuwa mgombea wa kiti cha urais. Sisi wanaruangwa tukiwa tunajua kama yeye ndio aliyochaguliwa Najua wajibu wetu, tunaujua si ndio jamani? yeah! Hii bila kujali vyama wote, najua mchango wake kwenye wilaya yetu, na tunajua kwamba anakwenda kugombea. Wajibu wetu ni nini? kumpigia yeah! kura za ndio wakati huo utakapofika. Hili lazima tuliweke kwenye dhamira, limeisha eh? yeah!